Hei bandugu, hii imekaaje? Hii hapa imekaaje? TEC kwa kushirikiana na shirika la Amnesty International very soon wanatoa idadi ya watu waliokufa tarehe 29 mwezi wa kumi, idadi kamili walipouliwa, majina, adresi na anwani ya makazi Mi nimechoka Logos. Hey bandugu, hii imekaaje hii hapa, imekaaje? TEC kwa kushirikiana na shirika la Amnesty International very soon wanatoa idadi ya watu waliokufa tarehe 29 mwezi wa kumi, idadi kamili walipouliwa, majina adresi na anwani ya makazi. Mm, mi nimechoka Logos.